Nani ambaye nimemmaki Sheani, nimemmaki Azizi, nimemmaki Mkude, nimemmaki Aucho ucho, watu kama watano hivi, na na kibabage nilimwona msheri. Sasa mpaka niangalie ile clip baadaye, mtawajua ila sasa malipo yangu hayachagui. Yani kama ulishiriki, uko shiriki, mtakuwa na hukushiriki tu, na wewe tungeza kuwakanya wenzako asiliage maji, kama ulishinda kuwakanya tadili na wewe

Yes, uh, tunaelekea kwenye mechi mbili muhimu kwelikweli za ligi kwenye huu mwezi wetu wa nne. Ni mechi muhimu mbili kwa sababu zinafatana na, tuna mechi tarehe saba na tuna mechi tarehe kumi na ni mechi ngumu kwelikweli. Tuna mechi dhidi ya Coastal Union tarehe tarehe saba ambayo itachezwa hapa KMC Complex na tuna mechi tarehe kumi dhidi ya Azam Football Club itakaochezwa Azam Complex hii itakuwa saa kumi ya Azam itakuwa saa moja jioni. Ni mechi mbili ngumu, na ndio maana programu ya timu imekuwa ikiendelea kila siku, na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Leo mmekuja nye waandishi ni mashuhuda, asilimia tisini na tano ya kikosi cha Young Africans chote kiko fiti. Mchezaji ambaye hakufanya mazoezi pamoja mliona ni yao peke yake, lakini wengine wote wako fiti na wanajiandaa na mchezo dhidi ya Costa Union na mchezo dhidi ya Azam Football Club. Kilichoongezeka leo ni ile programu ambayo tumeitambulisha mchana wa leo kwamba kocha wetu wa timu ya wanawake Edna Lema, uh, baada ya idara yetu ya ufundi kufanya tathmini yake na kuja na ripoti ambayo waliwasilisha kwa kamati ya utendaji ambayo inaongozwa na rais wetu wa Yanga Engineer Hersi Said kwamba sasa uh, tuanze kupromote pia makocha wa timu nyingine na promotion unayoisema sio promotion ya kuongeza followers ni promotion ya kuongeza ujuzi, kuongeza uzoefu, lakini pia kuwapa picha au taswira nyingine ambayo wasingeipata kirahisi wakiwa sehemu nyingine. Ligi ya wanawake imesimama sasa hivi kwa kipindi cha mwezi mmoja, na coach Edna Lema kwa ripoti hili ya ufundi imependekezwa aje kwenye senior team kuhudhuria mazoezi kwa ajili ya kujifunza kuhudhuria mechi kwa ajili ya kujifunza kuangalia program za senior team zinavyokwenda, aina gani ya communication walimu wanatumia kwenye senior team huku, namna gani unaweza ukaarrange session yako vizuri kwa wachezaji wakubwa kama hawa, kina Pacome, kina Azizi, na na Azizi, namna gani unaweza kuishi nao kwa watuma kwenye mazoezi. Ni mambo ambayo kitaalam Edna Lema ameyachota siku ya leo, atayachota siku ya kesho mpaka programu yake itakapomalizika. Programu yake yeye ni mchezo ya cost tu, lakini ukiachana na Edna leo, mmeona pia kuna uh, fitness wetu coach wa under 20, ambayo tayari washindano amemalizika wa yale naye ya amekuja hapa, amekuja kujoin na Taibi, kocha wetu wa fitness. Lengo ni kuhakikisha tunasambaza elimu Yanga ni klabu kubwa, tunataka mtu yoyote ambaye anapita kwenye klabu yetu asiondoke tupo kama alivyokuja aondoke na kitu kingine cha ziada. Huenda una ndoto za kufundisha senior team, lakini umepata nafasi kwenye under 20 basi usiondoke. Maisha ya Yanga haujafili namna gani unaweza kuwa kocha wa senior team. Kwa hiyo, fitness coach pia ana 20 alikuwepo hapa, na yeye kapata ujuzi wake, ile ameweza wa train wachezaji wakubwa kama kina chama kina haucho, ameweza kuandaa program, ameweza kushiriki nao, ni jambo ambalo binafsi mimi kama msemaji wa taasisi nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza sana kamati yetu ya utendaji chini ya rais wetu injinia Said na viongozi wote kwa mawazo mazuri ya kila siku, wakikisha wanakuja na mambo mapya ya kuhakikisha klabu yetu inapiga hatua individual. Tunasema sio tu taasisi kwenda mbele, lakini individual mtu mmoja mmoja anaweza kubenefit na ukubwa wa Yanga. Kwa hiyo program imekwenda vizuri leo, na tunaamini inshallah akiondoka, ataondoka na mengi mazuri ambayo kayapata. <coughs> 100%. Kocha Edna Lema ni kocha mwenye leseni A ya CAF. Hiyo leseni haitolewi by favor, inatolewa kwa ya uwezo. Kwa hiyo ukiona mtu ana leseni A ya CAF maana yake ana uwezo wa kuwa head coach wa timu yoyote ya ligi kuu. Sasa kuwa na leseni ni jambo moja, na ndio maana ameanzia kwenye mpira wa wanawake. Inabidi upate experience. Kwa hiyo hivi anavyokwenda maana yake huenda next season kuna timu labda zilizotaka kupata huduma yake zikamchukua zika. Lakini pia ujumbe ambao Yanga inaotoa hapa, si tu kwamba uh, wanaume wenye leseni A hey, ndio wana haki ya kufundisha timu za ligi kuu, pia kina dada, kwa sababu ukocha ni taaluma ambayo inakwenda kichwani. Kina dada pia wana uwezo huo, ndio maana klabu kubwa kama Yanga, mabingwa wa kihistoria tumethamini hilo jambo, tumemleta Edna kwenye senior team ili apate hiyo experience, tukiamini tumemtengenezea kitu ambacho kinaweza kuwa na manufaa kwa klabu yetu kwa siku za baadaye, au kwa klabu nyingine kwa msimu unaofuatia. Inaweza katokea msimu ujao Yanga tukamwongeza Edna kwenye senior team, inaweza kutokea msimu ujao kwa team nyingine. Kwa hiyo hili jambo lilofanyika ni jambo lenye maslahi mapana kwa taifa letu, lakini pia limeonyesha ni kwa namna gani uongozi wa Young Africans umetuma ujumbe sahihi kwamba makocha hawa wa wa kuaminiwa, kama ana qualifications zimetosha apewe nafasi afanye ya kazi yake. So, hakuna Chudia hii sio sio sio sherehe, ele vizuri, yupo kwenye mafunzo. Yani sasa mtu kasoma ameenda field, kwa hiyo yupo kwenye mafunzo, hakuna kilichobadilika. Ndio maana kama mliona leo alikuwa yuko bize kwenye kufuatilia na kusoma kile ambacho kinafanywa, sio kwamba alikuwa anaingia front. Hapana, alikuwa anapoa session kidogo, elekeza hili, anarudi, yupo katika masomo, hatupo katika sherehe. Kwa hiyo hatuko hapo, hajaenda chochote. Kaandaliwa shule na ndio anaipata, na tunaamini hiyo shule itakuwa manufaa makubwa kwake kwenye siku zinazofuatia kwa Yeah. Oh, kwa edna Unajua mnapozungumza kila siku kwamba tunahitaji Yanga Princess ipige hatua iwe timu shindani iwe timu bora si ndio? Haimaanishi kwamba hiyo inaishia kwenye kusajili tu wachezaji peke yake. Unaweza pia kulijengea uwezo zaidi benchi la ufundi eh, kwenye uwezo huo ukajenga vizuri timu ukajenga timu ambayo imeunganika ikiwa na benchi la ufundi bora na wachezaji bora. Kwa hiyo sisi pia tunatazama kwenye timu yetu ya wanawake ni kwa namna gani tunakwenda kuiongezea nguvu kitaaluma sasa kukutana, kina Ally ni kisisa, na kina kisisa mambo yanakuwa mazuri bwana. Anaweza akachukua mali akamwambia kisisa, nilimuona pakome hiyo mali alizungusha eh, kwenye nyuzi joto hizi, degree ngapi? hmm. Aa, 45. hmm. na wewe izungushe hiyo kisisa ikae. Sasa hivi ndio knowledge ambazo anazipata na ninaamini zitamsaidia sana na zitasaidia pia wanawake wengi ambao wana ndoto za kuingia kwenye mpira. Na hapo mwenyekiti, mwenyekiti hapo hmm. sisi tunakuomba sasa, wanachama wa Yanga ikitokea tumekutana na madunduka kwenye FA, yeah. Edna Lema awe kama head coach pale awashone madunduka <laughs> <laughs> uh, Edna ameshathibitisha ubora wake hata kwenye ligi ya wanawake <laughs> alikutana na hiyo timu watani wetu na akaweza kuwashona. Of course, kwenye rekodi za Yanga kupata ushindi dhidi ya Simba, Edna anashikilia hizo rekodi, kwa ndio kocha ambaye akaa bench huwa na uwezo wa kuwafunga timu ya Simba wanawake. Kwa hiyo anavyoendelea kuimarika zaidi, anapata experience zaidi, tunaamini kuna mengi mazuri yanakuja kutoka kwake. yeah, ye... kimeruka sana Mm -hmm. Yes, malengo ya Yanga ni kuutetea ubingwa wetu. Tuna ubingwa wa ligi kuu, tuna ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB, na tumealikwa pia Zanzibar, mabibi na mabwana, kwenye kombe la muungano eh. Maana yake msimu huu hatutaki kutoa faraja kwa mtu, kwa sababu kombe la muungano ni kama lilitengeneza faraja kwa watu msimu uliopita. Kwa hiyo uongozi umedhamiria msimu huu kama ni kilio kiwe kilio, kilio cha familia yote eh, sio unalilia tu msiba wa mama na mtoto, baba akabaki tunataka tupeleke msiba kote e. Nafikiri mnaona kwenye kwenye kwenye ligi ya wanawake e, mtafuatilia vizuri mambo yanavyoendelea huko, mtafuatilia kwenye timu za vijana, tunakwenda kwenye top 8 tunakwenda pale kufanya kitu pale. Tuna kombe la shirikisho la CRDB tumeshaingia robo finali, kiangalia vizuri tunakwenda kufanya kitu pale. Yanga ligi kuu tofauti ya pointi ngapi? Nne sasa hivi, inshallah tutashinda mechi zinazofuatia mbele mpaka gap itafika pointi kumi. Yani mpaka wakirudi hapa kuja kukaa sawa, gap ni kumi zt tukitoka, tukitoka tarehe 20 Manyara. Tarehe 21 mashindano yanaanza. Timu ikitua tu hapa inaenda <coughs> eh, mwezi huu yani, ikitua inaenda Zanzibar. Lengo ni kuhakikisha msiba wa msimu huu unakuwa msiba wa ukoo ili kombe litoa faraja sana, kwa sababu nafikiri ndiyo medali ambazo walikuwa wanatamba nazo. Sasa sisi kama klabu kubwa, nataka tu kombe zote yani, mwisho wa msimu nikipiga picha mwenyekiti wa wasemaji, napiga picha na medali zote ambazo zimegombewa hapa Tanzania. Wakinialika nitakwenda, nikialikwa nitakwenda. Ni jambo ni jambo, jambo la kitaifa kama watanialika nitakwenda, ila nikienda nisichaguliwe jukwaa la kukaa. <laughs> <laughs> hamna shida. kama nitaalikwa, mimi ni kijana wa Kitanzania, nasapoti harakati za Kitanzania, nasapoti pia mpira wetu wa Tanzania. kama nitaalikwa mtakwenda ila nikifika nisichaguliwe eneo la kukaa, lakini eh, ah, <laughs> <laughs> <Zikuwagi. laughs> <laughs> <laughs> ah, ni jambo la kitaifa hili, afu unapigisha shot <laughs> <laughs> ni jambo la kitaifa hili, kwa hiyo tushakwenda eh. Japokuwa tunapigwa mikwara sana eh, sisi tunapigwa mikwara sana, tumwambie ndugu zetu wafanye tu hamasa yao kwa amani. <laughs> mm. sisi Yanga tuna focus na mambo yetu ya ligi, tuchukue ubingwa wetu, wala hatuna yani, isitoke mtu akalazimisha tumzungumzie, e, kwamba utuseme, tukujibu sisi. Tumestaarabika sana, tuna akili timamu kulikweli. Kila mtu pambane na jambo lake. Sisi huko ambako wao wanacheza, inshallah eh, alhamdulillah, tulifika mpaka finali, nao waendelee. Yani hakuna haja ya kufanya hamasa watu ingize na sisi. Sisi Yanga tuko tuko bize kweli na kosti, tuko bize na aza, naendelea na ya kwetu, nao waendelee na ya kwao. Kwa hiyo kama watualika, tutakwenda. Kama mtafika, tutakwenda. Inshallah afike, hakuna shida. Eh, hakuna shida. <coughs> Safari ya tuingii kwenye hiyo. Hata wafike hakuna shida. Wafike tu Mungu awajali wafike, wafike. <coughs> Eh, kuna lingine? Eh, hapa labda wamewatuma nendeni mkawauliza maswali, eh, watusaidie promotion. Hakuna shida. Tutakwenda, hakuna shida eh, ah,